Tuleke huko pwani ambapo familia za waathiriwa wa mauaji ya Shakahola zimeendelea kupokea miili ya wa wapendwa wao katika makafani ya Malindi. Baada ya kusubiri kwa miaka miwili, familia moja ilipokea miili minne, na hadi kufikia sasa maiti 16 zimekabidhiwa familia ambazo sasa zinaendelea na maandalizi ya mazishi. Aidha, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanasema kufikia sasa maiti 60 zimeweza kutambuliwa rasmi. Ben Kirui anaarifu. Ilikuwa ziara nyingine ya kuhuzunisha katika makafani ya Malindi. Familia ya George Kea Okaka ikifika kupokea mili ya wapendwa wao waliopoteza maisha msituni Shakahola. Familia hii ilipokea mabaki ya waathiriwa wanne, mama na watoto watatu wenye umri wa miaka 15, miaka 11 na miaka 6. Watoto watano wa Okaka waliangamia katika mkasa huo sasa anakabiliwa na hatua nyingine ngumu, kusubiri matokeo ya uchunguzi wa DNA ili kuwapata watoto wake wawili waliosalia. Mimi nilikuwa hapa mwezi wa tatu, nikaleta DNA kwa ajili ya bibi yangu na watoto wangu watano. Kwa saa hii wenye wamepatikana ni miili minne, bibi na watoto watatu, wengine hawajapatikana. Okaka anasimulia jinsi mkewe alivyovutiwa na mafundisho ya mhubiri tata Paul Mackenzie mwaka wa elfu mbili kumi na tisa walipokuwa wakiishi eneo la industrial area Nairobi. nikuwa natoka kazi na natoka kwa nyumba naenda kazi, naye ameshikana na wamama wa, wa ploti wanampeleka kwa hiyo kanisa. Wakati niligundua nikamtoa mahali alikuwa naishi nikamleta pande ya, makong, ya, ya, nini, ya makadara kumbe tena branji ingine iko makongeni. Anasema mkewe alitoroka nyumbani kwao Kakamega mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu akiwa na watoto watano na kujiunga na wafuasi wa Makenzi katika msitu wa Shakahola. Nilirudi kwa nyumba nikapata amechoma aidi, amechoma manguo ameenda. Wakati alienda nikapika simu kwao, tukasaidiana kutafuta hatu kupata, lakini mimi akili yangu ndani nilikuwa nakumbuka walikuanga bado, ule mtu alikuanga anawafuatilia juu kuna msichana walikuanga wanaongea na yeye kwa simu. Alhamisi hii familia tatu zimefanikiwa kutambua miili ya wapendwa wao. Kufikia sasa miili 16 imeshakabidhiwa familia. Ile miili ambayo iko hapa haijachukuliwa, ni miili mingi sana. Uh, so far we have about 60 bodies ambazo dna imematch. We have more than 300 bodies ambazo di, hazijakuwa identified. Shughuli hii inatarajiwa kuendelea siku ya Ijumaa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.